Ok guys, kwa watumiaji wa Samsung wote, yani kwa mtumiaji wote wa Samsung, kama unahitaji labda kuficha application yoyote kwenye hii front screen yako ya simu, kama hizi application katika hii application moja wapo kati zote, yote hapo, ya hizi zote, wanataka kuficha application yoyote ili moja wapo hapo, hizi labda wanataka iwe sili, ufiche kwa ajili ya sili vivyovyote vile kuna njia moja ambayo ni very simple, ni yazimika labda ufute application labda ufanyaje, lakini kuna njia moja ambayo ni simple sana. Sasa hii ndio screen ya yes, simu yako na hii ni ukurasa wa application zote zina application. Kuna sehemu imeandikwa search na pembeni yake kuna sehemu ina vidoti vitatu, katika sehemu imeandikwa hide apps on home and app screen. Unaona hii section, namaisha amazo kuficha app yako katika home and app screen, ukurasa wa nyumbani na ukurasa, hizi nimezi hide, yani kule, kwa mfano kama no zaidi nizi hapa za juu. Sajuu, jimi, kwa mfano sasa katika hizi application zote. Kwa mfano kule ambapo zipo display hizo zinaonekana kule kuna hizi zote zipo kwa mfano kuna Biblia kuna hizi application za VPN kuna nasema, kuna Facebook kuna gaming hub ukifungua okay. mfano, mfano ukienda hapa Biblia ipo hapa tuna application ya Biblia. Tuangali application ambazo zinaelekea, kuna Instagram kuna TikTok kuna message tu ni kuangalia jinsi gani ya kuzificha sasa. Kama je kweli tunaweza kuzificha? Tuenda kwenye hide apps, tuna na select. Tumechagua Biblia, tuchagua chagua, nani chagua na message, ya message chagua message, unaona Chagua Instagram au TikTok. Yeah, tuseme TikTok. Tumechagua TikTok, Bible and what? And what? And yeah. No, maana yake utapenda katika ukurasa wako wa nyumbani na ukurasa wako app screen hizo hapo hutazikuta. Kwa mfano kama hapa TikTok ilikuwa ipo hapa, lakini hapa hutaiona. Ok, sehemu hivyo hivyo, sehemu hivyo hivyo, message application, message ya message na bibi, angalia, inaweza kusaidia wewe kuficha kitu fulani. Wale wazee wa mahusiano, unataka kuficha chochote kile application yako, yaani e, kwa wale ambao unahesabu unachunguzwa, hii njia ni sahihi sana na inasaidia sana. Asanteni kwa kunisikiliza na usahau kuni subscribe ili kupata taarifa zaidi.